Umeme usipousimamia vizuri inaweza ukaleta baraa kubwa kama ilivyoleta kwenye nyumba hii. Kumbe gesi usiposimamia vizuri kwenye nyumba yako, ile gesi ya kupikia inaweza ikalipuka. Kwa mfano hapa mmesema baada ya gesi kulipuka imeleta tafrani kubwa zaidi, moto umekuwa mkubwa zaidi, sindio? Kwa hiyo hey, moto unaweza ukasababishwa na gesi tunayopikia moto katika kuunguza nyumba unaweza ukasababishwa na umeme, kama tutazembea kuziacha nyaya ziko holela holela au hatukarabati nyumba, kama huyu mwalimu ambavyo hakarabati nyumba kiurahisi. Usipokarabati nyumba, nyaya za umeme zinakuwa peupe. Zikishakuwa peupe, mtoto akikanyaga pale ananaswa, anaweza kufa. Mtu mzima ukigusa hizo nyaya, kwa sababu ziko peupe, nyumba haijakarabatiwa vizuri, inaleta shida. Lakini nyaya zikigongana zenyewe zinasababisha mlipuko wa umeme, ndio kama hivi nyumba inaweza kuanguka. Kwa hiyo kama serikali tuna hatupendi atu sana majanga haya yatokee, okay. Tunasikitika majanga yanapowakuta wananchi, lakini tunatumia fursa hii kwanza waelimisha wananchi wawe makini na wasimamie kwa umakini miundo mbinu ya umeme na gesi, ambazo kila nyumba siku hizi ina gesi, kila nyumba ina gesi, lakini wengine wanafungua gesi anaenda zake kwenda kufua, ameacha gesi pale nje ina, inavuja. Moto ukijitokeza tu kiberiti kikipita hapo, ni mlipuko mbaya. Mwenyekiti wetu wa mtaa, unakaa na wenzako kwamba jamani, wenzetu wamepata shida, si kama amepata shida, tuwachangie nini hapa. Kwa hiyo wote mlioko hapa msiondoke, mchange kidogo kidogo, mwasaidie hawa wenzenu. Si hakuna hata chakula leo, nitakula kweli? Yule mama, una chakula pale kweli? Chote kimepotea naona. Sasa watu mchangie, na mimi nitamchangia kidogo leo. Wewe, kwa niaba ya wasirika wote, lakini mwenyekiti wewe kaa kikao, mjadiliane namna ya kwanza, taarifa ije wilayani na mimi sitachelewa na wenzangu. Kesho saa tatu na nusu tutakaa kikao. Kwanza tupokee taarifa, nini kimesababisha moto katika nyumba hii. Jina anaitwa Richard Reginald Ndumbili. Mnamo kama saa mbili na dakika 40, hivi kuna mtu alinipigia simu kama bwana nyumba, tunaona kuna moshi. Basi nikajitahidi nikakimbia haraka sana. Nilipofika eneo la tukio, tukakuta chumba kimoja kimekolea sana moto. Kwa muda ule haraka haraka tu, kwanza nilichukua nikapiga simu fire. Baada ya fire, nikatoka hapo nikapigia Tanesco ya dakika 20 baadaye Tanesco aliwatuma mafundi wao, wakaja wakaondoa zile nyaya za umeme. Baadaye wananchi tukazunguka upande wa pili wa nyumba. Tukaanza kuvunja milango na madirisha. Vitu tunaendelea kutoa na vitu. Moshi ulikuwa mzito mno, sio hali ya kawaida. Pindi tunamwambia toka tu nje. Kuna kitu kililipuka misiri ya bomu. Pale kila mtu ilibidi aanze kutetea maisha yake. Tulikimbia wote, hamna aliyobaki. Tukafika barabarani. Baada kufika barabarani, tukasimama dakika tatu, tukageuka tena, tukakuta moto kutoka ile gesi ya kwanza ukawa kama umepungua. Tukaingia ndani, tukaendelea kuokoa vitu. Tunamshukuru Mungu, baadhi ya vitu vya majirani tuliokoa na kuviweka nje. Baadaye ndo wakaja watu wawili kutoka ni askari wa fire. Tukaendelea sasa kuchota maji kwa majirani na kuendelea kumwaga kwa haraka haraka. Tulivyojaribu kuongea na wenyewe wenye wanaoishi hapo nyumbani, mmoja wapo alieleza, mwenye chumba mmoja, alipokuwa ameenda kuoga, anarudi alisikia ndani kama kuna kitu kimebuka hivi, yani kimelia, pa kinatoa moshi, akufanikiwa hata kuingia ndani, ila anarudi nyuma tu, chumbani kwake moshi umetawala, barazani moshi umetawala, akatoka nje. Baada ya pale moto ukawa umeendelea kuwaka Fels, ele tatizo ilikuwa nini? maana mimi nilienda kuoga natoka kuoga nafungua mlango wa ndani mwangu ndo nakuta moto na haka labda nini ambacho ikiacha watu waone TV tu na redio, mbona mnaona jengo lote limeisha, jengo lote limeisha. Lakini nashukuru, binadamu uhai wa binadamu ni mkubwa, hakuna hata mtu mmoja ambaye amepata madhara kwenye hii nyumba. Lakini kwa kifupi, nichukue nafasi hii baada ya kuona moto, moto unatanda sana hapa tuwapigia watu wa faya wakatuambia gari ni bovu, lakini walikuja kushiriki kwa mikono yao. Lakini pia tukampigia mkuu wa wilaya, ndugu mkuu wa wilaya wa Songea mjini, ndugu yetu Ndile, mmeona amekuja hapa, amekagua maafa haya, lakini pia amesema neno kwanza, kawachangia waathirika wa hili jengo, lakini pia amesema kesho kamati ya maafa itakaa mpaka kufikia saa nne watafanyiwa jambo lolote. Lakini pia yeye kwa siku ya leo katoa mchango wake kama mkuu wa wilaya, kawachangia waasilika hapa, na sisi pia kama wananchi wa mtaa huu wa, wa bomba mbili tutafanyia mchango pia, tutafanya michango ili tuweze tuweze kuwastili hao wenzetu kwa maafa ambayo amewapata siku ya leo.